Kuna kitu inaanza kutokea ambayo inaitwa abosheni, yaani abosheni ni ile mimba kutoka. Sasa I don't want to talk about mimba kutolewa, yaani watu wanatoa mimba kiholela. I don't like that kind. Sisi tunachotamani kuona mtu anaanza na, anafikisha miezi yake tisa fresh bila kwake kuona mimba zinatoka topo. Sasa kumekuwepo na hii kitu ambayo inatokea kutokea mara kwa mara

Nakuhakikishia mimba itaanza na itafika salama kabisa. Na Mungu akubariki sana, na tuwatakie kati uzuri wale mama vijacho na wale ambao wanajiandaa kupata watoto. Oh my God, tuletee habari njema tena njema. Asante sana, na watakie kati nzuri na karibu.